Akizungumza na Hope Channel Tanzania ofisini kwake, Dkt. Joyce Masalu, bingwa wa magonjwa ya watoto kutoka Hospitali ya Rufaa Kanda ya Mbeya, amesema matumizi ya nishati hiyo ndani ya nyumba husababisha uchafuzi wa hewa unaoweza kusababisha madhara makubwa kwa afya, hasa kwa watoto na wazee. Mara nyingi unakuta familia wanatumia majiko ya mkaa kwa ajili ya kuleta joto kwenye nyumba hiyo, nayo pia sio kijambo zuri, kwa sababu mtoto anapata zile fumes za kwenye mkaa ambayo ni tunaweza tunaambia kuhusu uh, tutumie energy safi kwenye kupikia. Kwa hiyo ile baadaye inapelekea mtoto anapata shida kwenye mfumo wa hewa. Tunaita reactive airways. Hizi mtoto anakuja anakoa na kikosa ambacho hakimuishi kutokana tu na zile irritation na zile fumes ambazo anazipata kutoka kwenye ile um, ule mkamba mama anautumia kupikia na pia ule mkamba mama anaweka pale ndani kwa ajili ya leta joto kwenye, kwenye nyumba ambayo pia sio nzuri kiafya. Hivyo basi ningependa kuwashauri tu waweze kuwapa kuwa watoto hawa kama ni vimiminika ambavyo ni vya vina vuguvugu vugu, na vyakula ambavyo vina vinaleta na vikaleta joto kwa wingi kama ni vyakula vyenye mafuta ya kutosha fati ambayo ni nzuri na protini na wanga na pia nguo ajili ya ambazo ni nzito za kuhifadhi joto la mwili. Katika hatua nyingine, Dkt. Masalu ameshauri wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanakingwa dhidi ya baridi kwa kutumia njia salama zisizo hatarishi kwa afya. Amesisitiza umuhimu wa matumizi ya mavazi yenye joto na usafi wa mazingira. Kipindi cha baridi, mara nyingi watoto na unakuta wanafungia ndani ili waweze kucheza, hivyo basi inapelekea um, risk inakuwa kubwa sana ya kupata maambukizi ya viruses kutokana na kusababisha magonjwa ya mafua na vikohozi. Hivyo basi ukiwatoa nje kwa ajili ya michezo, zingatia kwamba uwavalishe nguo ambazo ni nzito kwa kinga na hii baridi. Na pia baridi inaweza kusababisha joto la mwili la mtoto kushuka, hivyo basi ni vizuri ukawapa watoto maji ya kutosha waweze kuwa hydrated na maji yao ya vuguvugu pamoja na chakula cha kuzingatia ni kile ambacho kina jenereti hiti kwa wingi kwenye mwili wa watoto hasa vyakula vyenye protini mafuta na wanga wa kutosha. Wakati huo huo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetangaza kuwa mikoa ya Mbeya na Njombe inakabiliwa na baridi kali kwa sasa, ambapo mkoa wa Mbeya umerekodi wastani nyuzi joto za juu ishirini na tatu na chini ni 9. Hali ni kali zaidi kwa mkoa wa Njombe, ambako kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 17 na cha chini ni nyuzi joto 9. Kwa mujibu wa TMA, hali hii ya baridi inatarajiwa kuendelewa kwa wiki kadhaa, hivyo jamii inashauriwa kuchukua hatua stahiki za kujilinda kiafya. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.